vitu vipi? Mbona ikamchele mchele na unga kwenye nguo? Sio kila kitu nataka kujua maana. Mwepo ni nini? Oh. Fodi jamani! Ni kwa Kobisi shemeji Shida, nataka na nataka chumba gani? Kuna nini kwani shemeji Shida, shemeji Shida jamani, kwani nini? Wewe nani eh? Kuna nini? Vipi? Kobi sali yake mbaya, kwa kwenye bajaji kapata ajali kazini. Mimi peke yangu siwezi kumbeba, usiulizie maswala ya hela hospitali, zikaenda hospitali.